Habari zenu mama wazuri wanaotarajia, leo tutazungumzia jambo muhimu sana kwa ninyi wote mnaotarajia watoto, dalili kuu kumi kwamba uko karibu kujifungua. Tuwe kwa wakati huu, kwanza, labda umesikia kuhusu neno kuteremka kwa mtoto. Hii hutokea wakati mtoto wako anashuka kwenye pelvisi yako, kwa kawaida wiki mbili hadi nne kabla ya kujifungua. Utaona ni rahisi kupumua kwa sababu mtoto wako habonyezi mapafu yako tena lakini utahisi shinikizo zaidi kwenye pelvisi na kibofu chako na kusababisha kwenda haja ndogo mara kwa mara, na tumbo lako linaweza kuonekana kama limekaa chini kidogo. Pili, tuzungumzie seviksi yako. Inaanza kulainika na kufunguka ili kujiandaa kwa kujifungua. Mchakato huu unaitwa effacement na dilation. Daktari wako anaweza kujua hili kupitia uchunguzi wa ndani. Ni ishara kwamba mambo yanaendelea. Ah, maumivu hayo ya mgongo na tumbo yanazidi kuongezeka kadri tarehe yako ya kujifungua inavyokaribia. Hii hutokea kwa sababu misuli yako ya pelvisi na uterasi inanuka ili kujiandaa kwa uchungu. Pia msimamo wa mtoto wako unaweza kusababisha shinikizo kwenye mgongo wako wa chini. Jihadhari na maumivu hayo yanayojirudia. Mwili wako pia hutoa homoni inayoitwa relaxin. hii husaidia kulegeza viungo na mishipa yako ya pelvisi unaweza kuhisi kama viuno na viungo vyako vimelegea zaidi, lakini hii inaweza pia kukufanya uhisi kama unayumba, na ndiyo wakati mwingine hata kushika vitu kunaweza kuonekana kama changamoto. Sasa tusisahau kuhusu dalili isiyopendeza lakini ya kawaida, kuharisha. Mwili wako unaondoa uchafu ili kupisha mtoto. Homoni zinazoathiri uterasi yako zinaweza pia kuathiri matumbo yako na kusababisha choo chepesi. Yote ni sehemu ya mchakato. Baadhi ya wanawake huona uzito wao unaacha kuongezeka au hata unapungua kidogo kabla ya kujifungua. Hii hutokea kwa sababu mwili wako unaondoa baadhi ya maji yaliyohifadhiwa, na hamu yako ya kula inaweza kubadilika. Mwili wako unajikita katika kukusanya nishati kwa ajili ya tukio kubwa, badala ya kuongeza uzito. Unahisi uchovu sana? Hiyo ni dalili nyingine. Mwili wako unafanya kazi ya ziada ili kujiandaa kwa uchungu na unaweza kupata shida kulala kutokana na msimamo wa mtoto anayebonyeza kibofu chako na mgongo. Kwa hiyo pumzika na upate usingizi wa kutosha. Siku chache kabla ya uchungu kuanza, unaweza kuona ongezeko la uchafu ukeni, unaitwa mucus plug. Uchafu huu mzito unaweza kuwa na damu kidogo, na ni ishara kwamba seviksi yako inafunguka, inamaanisha uchungu unaweza kuanza wakati wowote. wa tuzungumzie kuhusu mikazo hiyo tofauti na mikazo ya Braxton Hicks, mikazo hii inakuwa ya kawaida zaidi na inaongezeka kwa nguvu kadri muda unavyokwenda. Haipungui unapobadilisha msimamo au kulala chini. Inaanza mgongoni mwako na kuhamia tumboni, ikizidi kuwa na nguvu na mara kwa mara mwishowe. Kubwa zaidi kupasuka kwa maji ya uzazi, hii inaweza kuwa tone au mtiririko wa maji ya amniotiki kutoka ukeni mwako. Ni ishara dhahiri kwamba uchungu umekaribia. Baadhi ya wanawake huanza uchungu mara moja wakati wengine wanaweza kuhitaji msaada kutoka kwa daktari wao ikiwa hautaanza ndani ya saa 24. Sawa mama, kujua dalili hizi kunaweza kukusaidia kujiandaa na kuhakikisha unapata msaada wa kimatibabu unapohitaji. Ukibemerkenyi dalili yoyote kati ya hizi, wasiliana na mtoa huduma wako wa afya mara moja, na kutakia safari njema na nzuri ya kuwa mama. Asante kwa kutazama.